Mtazamaji wetu wa simulizi yetu, karibu katika simulizi nyingine inayokwenda kwa jina la moyo wa dhahabu. Katika kijiji kidogo cha Kiafrika kiitwacho Lugano, kilichozungukwa na vilima vya kijani, mito midogo ya maji baridi na sauti za ndege wa porini, aliishi kijana mmoja maskini aitwaye Musa Musa. Alikuwa yatima tangu akiwa na umri wa miaka mitano. Baba yake alikuwa mchungaji wa mifugo na mama yake alikuwa mfinyanzi. Ajali ya moto iliwachukua wote na kumwacha Musa katika mikono ya bibi yake, Bibi Zainab, mwanamke mwenye busara, aliyefahamika kwa hekima na hofu ya Mungu. Musa hakuwa na mali lakini alikuwa na ndoto. Alitamani siku moja aweze kwenda shule hadi chuo kikuu kupata kazi nzuri na kuijenga upya nyumba ya bibi yake iliyokuwa imezeeka. Kila jioni baada ya kazi ya kuchota maji na kukusanya kuni, Musa alikaa karibu na moto akisoma vitabu vya zamani vilivyochakaa. Lakini maisha hayakuwa marahisi. Mara nyingi alilala njaa. Wakati mwingine aliuza vikapu vilivyofumwa na bibi yake ili waweze kupata unga wa ugali. Siku moja mvua kubwa ilinyesha kijijini, barabara zilijaa matope na mito ikafurika. Siku iliyofuata Musa alitoka alfajiri kuelekea kisimani kama kawaida. Njiani alipita mti mkubwa wa miembe ambapo kwa kawaida watoto walikuwa wakicheza. Aliona kitu kikielea kwenye maji. Alipochukua alipigwa na butwaa, ilikuwa ni mfuko wa ngozi uliojaa pesa nyingi. Hakuwahi kuona fedha kama zile hata kwenye ndoto. Alitetemeka. Maji yaliendelea kupita chini ya miguu yake huku akili yake ikijaa mawazo Alikaa chini ya mti akaitazama ile pesa. Naweza kununua chakula cha miezi kadhaa, nikampeleka bibi hospitali, labda hata nijenge nyumba, aliwaza. Lakini moyoni mwake kulikuwa na sauti ya bibi yake iliyomzoea kusema, Musa, mali ya haramu ni mzigo wa nafsi, mali ya haki huongeza muda wa maisha. Kwa masaa mawili Musa alibaki pale chini ya ule mti akijaribu hata kuficha mfuko wa pesa miongoni mwa vichaka lakini alihisi huzuni kama mzigo usioonekana. Hatimaye aliamua kwenda sokoni kuuliza kama kuna mtu aliyepoteza pesa. Alipowasili watu walianza kumcheka. Kijana masikini kama wewe unarudisha pesa? Umerogwa nini? Lakini Musa aliendelea kusimama kwa ujasiri. Aliwaambia wafanyabiashara waliomfahamu kuwa alitaka mwenye pesa arudi aipate. Baada ya saa moja, mzee mmoja tajiri, mfanyabiashara maarufu mjini, alifika kwa haraka. Alikuwa amepoteza mfuko wake wa pesa wakati wa dhoruba. Alipoona kile Musa alishika, alilia machozi. Mfanyabiashara huyo alimuita Musa na kusema, kijana, umeokoa maisha yangu. Fedha hizi zilikuwa mishahara ya wafanyakazi wangu wa mwaka mzima. Umenifundisha kuwa bado kuna watu wa kweli. Alienda na Musa hadi kwa bibi yake. Baada ya mazungumzo, aliamua kumlea Musa kama mwanawe. Alimpeleka mjini, akamsajili shule ya sekondari na baadaye chuo kikuu. Musa alisoma kwa bidii, akawa mhandisi wa maji. Miaka kumi ilipita. Musa alirudi kijijini akiwa mtu mzima. Alijenga kisima cha maji safi, shule ya msingi mpya na kliniki kwa ajili ya wakazi wa Lugano. Watu waliokuwa wakimcheka zamani walimkaribisha kwa heshima kubwa. Alisimama mbele ya mkutano wa kijiji na kusema, Uaminifu hauhitaji mali, unahitaji moyo safi tu. Musa aliishi maisha marefu akitumikia watu na hata baada ya kufariki, jina lake lilibaki kuwa Musa wa moyo wa dhahabu.